Yeah, mimi nadhani tu ilikuwa ni swali. Kwanza tu ni dililei kuna hongera kutoka kwa Nabil Abdal, anasema hongera sana Orbit, lakini tunalili N. pia na yeye ana, ana, anaweka round of applause kwa Orbit Securities. Hongereni kwa kwa kweli mnastahili mnastahili sana. Uh, sijui vitu gani vingine mnavyofanya behind the curtain, lakini kwa, kwa huku macho yetu sisi wafuatiliaji wa wawekezaji wanafunzi we can see the effort ambayo mnaweka hasa kwenye kuelimisha. Nadhani nilisha kutoa comment hii kwenye session ya kwanza kabisa ile mlionishirikisha, pia niongee kwamba sikuwahi ku expect uh, as a broker uweke nguvu namna hii kufundisha watu kuhusu uwekezaji, hasa haya am mambo, kwa mfano kuwekeza muda mrefu wa hasara za, za, za, za trading lakini pia possibilities of opportunities. Kitu ambacho kinaweza pia kikariski kupungua kwa income, ya broker kwa sababu broker unapata income kwa frequency ya watu kuuza na kununua, kwa hiyo ikitokea yeah, una, unafundisha elimu nzuri ya uwekezaji na watu wakatulia vizuri, maana yake unaamua kujireski mwenyewe. Sasa huwa ni integrity ya hali ya juu sana kufika point mtu unaamua kutoa education hata pale ambapo unajua inaweza ikapunguza namna fulani kwenye upande wako. Kwa mimi hiyo mzee, I, I give you kudos. Nastahili sana ko, niungane pia na wawekezaji wengine wengi sana, ku, kuwaunga mkono na kuwapongeza sana. Asante, asante sana. So, uh, wafuatiliaji wetu tafadhali, mnaweza kuuliza maswali na sio lazima ikawa swali ambalo linaendana na, na session ya leo, lakini liwe katika ulimwengu wa uwekezaji. Leo ni swali ambalo Amy anaweza kulijibu akiwa kama kama mtaalamu wa maswala ya uwekezaji hisa bondi pamoja na uwekezaji wa pamoja. Unaweza ukauliza swali lolote, lakini itakuwa imefaa zaidi ukiweza kuuliza swali ambalo Ami ametoka kulizungumzia ame, ili iweze kuwa na urahisi wa kufanya reference ko, mnaweza mkauliza maswali. Kama hakuna maswali, basi mimi na uwezo wa na, kuendelea na maswali.